Na hatimaye familia zaidi ya elfu tano kutoka wadi ya Kyome Thaana eneo bunge la Mwingi West kaunti ya Kitui watanufaika na maji ya bwawa la Thokoa. Akizungumza baada ya kukagua kazi inayoendelea kwenye bwawa hilo, mwenyekiti wa bodi ya utalii Patrick Mudhengi alisema mradi huo utamaliza matatizo ya maji kabisa katika eneo hilo kame <fix> <fix> na ilikuwa imefunikwa na uh, mchanga so haikuwa inasaidia watu wa eneo hili, lakini kupitia uh, initiative ya rais uh, tumeweza kupata uh, uh, contractor amekuwa on site for the last two weeks ambaye alikuwa amepatiwa kazi ya kudisilt, uh, na kuhakikisha kwamba fensi imewekwa na kuriambilitate uh, hii ndamu ametutolea mchanga yote yenye ilikuwa ndani, na hakika mvua ikinyesha tutasaidika sana. Wengi watatupandia mboga, tutanufaika uh, uh, kupitia kwa kwa mboga, tutanufaika uh, kwa maji ya kunywa na kufua nguo.